Kwanza kabisa nianze kuwapongeza waandaaji wa zoezi hili au wa marathoni hii muhimu ambayo inatusaidia kukumbuka kwamba tunahitajika kuhifadhi misitu kwa ajili ya maisha yetu sisi binafsi, lakini pamoja na maisha ya wanaoishi huko. Lakini pia niwapongeze wenzetu TFS kwa maandalizi pia haya mazuri. Niwaombe sana ndugu washiriki, tukimbie kwa usalama, ili wote tukiru, turudi hapa tukiwa salama kabisa. Najua tuna uh, mash, mashindano haya ni muhimu kabisa kwa ajili ya kutangaza utalii wetu. Kwa hiyo tuone tunafanya jambo muhimu kabisa katika wilaya yetu ya Geita ambalo tunalifanya consecutive, kwa maana kila mwaka tunalifanya kila mwaka tunalifanya. Lakini nawapongeza tena sana ninyi kwa kushiriki vema katika mashindano haya ambayo tunayafanya kila mimi ni kwamba tutakuwa na zawadi kwa mshindi wa kilometa arobaini zile za baiskeli, mshindi wa kwanza wa pili na watatu, kutakuwa na zawadi. Vile vile kilometa kumi za kukimbia, mshindi wa kwanza wa pili na watatu, kutakuwa na zawadi na kilometa tano, na zawadi zote tumezigawa kwa me na ke, kwa washindi watatu wa kike kutakuwa na zawadi na washindi watatu wa kiume kutakuwa na zawadi kwa mashindano yote. Kwa namna ya pekee niweze kuwashukuru sana sana wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS kwa kuweza kushirikiana na Victoria eventi Organizer kwa muda wa miaka mitatu sasa. Tunasema kwamba mwisho wa eventi hii ndiyo mwanzo wa eventi nyingine, tuweze kukutana mwezi wa 9 2026 maboresho na mmeyaona hakuna medali kama hiyo katika mbio zote, tunakubaliana? kwa hiyo hiyo imetoka kuwa ni ya pekee, kwa hiyo peke. Kwa tunasema kwamba tunaendelea kuboresha tunaendelea kufanya vitu vizuri katika maeneo mengi ya misitu. Tunahimiza sana wananchi kuendelea kutunza na kufanya shughuli ambazo hazitaathiri misitu yetu na tunatarajia misitu yote iliyoko katika kanda ya ziwa na Tanzania kwa ujumla itaendelea kutunzwa, kwa kushirikiana na wananchi, kwa kufanya shughuli mbalimbali zikiwemo hizo ambazo nimetangulia kuzisema za upandaji miti. E, inapowezekana pia hata kushirikishwa katika namna nzuri ya kuitunza, namna ya kuweza kuandaa Uh, vile vikundi ambavyo vinakuwa shirikishi e, so, katika utunzaji wa misitu.